Tusitumie chumvi kwa wingi. Na mimi chumvi nikishaanza kuisikia mdomoni tu, hicho chakula hakinifai. ni gramu ngapi, daktari, profesa? Ni gramu tatu kwa siku. Ndiyo maana ile chumvi inayowekwa jikoni inatosha kabisa, tusiongeze chumvi mpaka kuisikia. Na lenyewe hili halisababishwi na kidudu cha aina yote. Sasa kuna baadhi ya ndugu zangu hapa Waislamu, ikifika saa ya kufutari, hata hujaigusa ile futari umechukua chupa ya chumvi au ni kwenye kidole t, t, t, t. Sasa chumvi nini inachofanya kitakupa shida? Kitu kimoja, itavuta maji yote yaliyokuwa ndani, itaingiza kwenye mzunguko. Hapo ikishafika saa nne tu asubuhi, wewe unaanza kusikia kiu vibaya sana wote mnajua mlo wa kula karanga zile zinazowekwa chumvi nyingi no? Meshakula tu karanga, baada ya nusu saa na moja unataka maji. Ndiyo. Na mwili ndio unafanya hivyo hivyo. Sasa hapa kubwa, ndugu zangu, moja, pressure haina dalili, hamna dalili yoyote ambayo tunaijua ambayo ukiwa na hiki na hiki na hiki wewe una pressure. na ndio maana kwa kitaalamu tunaita huu ugonjwa ni silent killer, yaani unaua taratibu wenyewe kimya kimya. Ukimwona mtu wa pressure miguu sijui imevimba hawezi kupumua hawezi kukaa vizuri, huyo sasa hivi sio pressure tu, pressure imeshafanya moyo umekuwa mkubwa, kwa hiyo moyo hausukumi na kuvuta damu kuirudisha tena kama inavyotakiwa na bahati mbaya, kama nilivyosema, kila mtu wa nne unayekutana naye mmoja ana presha. Ushauri wangu mkubwa, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa na tabia ya kila mwaka angalau mara moja, nenda kapime presha yako, kwa sababu huko ndani taratibu inaua figo, inaua macho, inaua nguvu zako za kiume. Na ndio maana ukifika huko mjini sasa hivi biashara ya dawa ya nguvu za kiume imekuwa kubwa. Mimi nikipeleka pale kuuza dawa sasa hivi kila mtu atanunua. Kuna kiharusi aina mbili, kuna moja ya mishipa inabana, inaitwa ischemic stroke, kwamba mshipa kwenye ubongo inabana, kwa hiyo damu haiwezi kwenda hiyo sehemu, inakufa ile sehemu, kwa hiyo mtu anapooza. Na ukimwona mtu kapooza mkono wa kushoto na mguu wa kushoto, kiharusi kiko upande wa kulia. Ukimwona mtu kapooza mkono wa kulia, kiharusi kiko upande wa kushoto, kwa sababu huyo aliyetuumba hii mishipa ikifika kwenye levo ya shingo inapishana, inabadilisha njia. Kwa hiyo huwa huku unakwenda huku na huwa huku unakwenda upande mwingine. Sasa hicho ni aina cha kwanza, ambayo ni asilimia thamanini ya, ya wagonjwa tunaoona, mishipa inakuwa mebana na sababu moja kubwa inaofanya hiyo ni shinikizo la juu la damu, mafuta mwilini, cholesterol kuwa juu, inaziba mishipa. Kwa hiyo yote inakuja kwenye athari kule kule tulikotoka kwenye mtindo wetu wa maisha. Sasa aina ya pili ambacho ni hatari zaidi, inaitwa hemorrhagic stroke, yani mishipa inapasuka kwenye kichwa, damu zinajaa kwenye kichwa, inakandamiza viungo vyote vilivyokuwa na muumba wetu ala, huku kwenye kichwa kuna senta ya kila kitu. Miaka kumi, kumi na tano nilikuwa na mgonjwa mmoja mwana sheria, siwezi kumtaja jina, alipata kiharusi yule bwana. Sehemu kubwa iliyoathirika ni pale kwenye herufi alphabet center. Kwa hiyo alipopata nafuu hawezi kuandika kwa sababu herufi zote zimefutika kichwani hawezi kuzungumza na nyinyi. Mnajua watu waliopata kiharusi. Kwa hiyo huku kichwani muumba wetu kaweka senta nyingi. Mnajua kuna mtu ambaye kupigwa huku nyuma akapoteza akawa hawezi kuona, kwa sababu senta iliyoathirika pale ni visual center, ile ya kuonea. Ikihiti kwenye sehemu ya kusikia hutasikia, na mara nyingi watu wa kiharusi tunawaona inaathiri speech. Kwa hiyo kuzungumza kwake kunakuwa shida. Kwa hiyo kubwa nini hapa? Again tunarudi kule kule kwenye mtindo wa maisha, tuangalie. Tunatakiwa kufanya mazoezi, tunachoshauriwa ni kutembea hatua elfu kumi kwa siku, ambayo ni karibu maili tano na nusu sita, kutembea tu <tinyo> na shea basi, linawezekana kwa mfano unataka kwenda kumwona mzee jongo pale, she Jongo mm, wewe sema ah, mi pale nitatembea. Unaweza kuta kenda kule mpaka ukarudi huku umeshamaliza hatua elfu moja. Oh, badala ya kumwita bodaboda au bajaji ikupeleke kule, to tujaribu kutembea sana. Na hili kwa nini nalisemea ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu hapa Ebu ajaribu kujiuliza, mimi nataka niishi namna gani? Miaka yangu kumi, kumi na tano ya mwisho Mungu atakaonipa uhai, hatujui lini, kila mtu anaya kwake, lakini unataka uishi vipi? Mimi dua yangu kubwa siku zote miaka yangu kumi, kumi na tano ile ya mwisho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 kwa sababu hii misuli ndio itakuja kunisaidia huko mbele ya safari niweze kutembea sawasawa sawa. Wote hapa huwa tunasema ah, wazee wetu vijijini kule bwana, miaka themanini alikuwa anatembea paka mwenyewe, alikuwa anatembea kwa sababu maisha yake yote amekuwa akitembea. Hasa alipofika ule umri, ile akiba ya misuli aliyokuwa nayo ndo anaitumia kipindi kile. Oh, well, darasa kubwa sana afya yake aliokuwa anaiangalia akiwa na umri huu wa kwetu sasa hivi ndo anaitumia kipindi kile. Kwa mbali ya kuweka fedha, tuweke akiba ya afya ambayo haina gharama. Kula vizuri, hakikisha umekunywa maji kati ya lita moja na nusu mpaka mbili, wale wanaokwenda kwenye mazoezi mpaka tatu. Kwenye mitandao huko najua mnaambiana kunywa lita tano wanasema hiyo lita tano kwetu haipo, kwa sababu maji na yenyewe ukiyazidisha sana yana hatari yake. Jaribu usiku upate usingizi u, u, u, uweze kulala, ili mwili unatakiwa kupumzika na kufanya kazi. Kwa hiyo yu haya yote ukiyaweka ndio atakuja kukusaidia huko mbele ya safari. Sasa ugonjwa wa nne ambao sio kuambukiza ni saratani. Ndugu zangu Waislamu wote humu ndani pamoja na mimi ninayotoa mada wote tuna chembe chembe za saratani wote vipi profesa wote tulokuwepo hapa na wanaotusikiliza wote tuna chembe chembe za saratani lakini kwa nini hatupata hatuna ugonjwa wa saratani mwili wetu kila siku kila dakika unapigana huko ndani kutukinga kutukinga, tusipate ugonjwa, kutukinga tusipate saratani. Sasa siku ukisikia mtu, najaribu kuirahisisha, ukisikia mtu kapata saratani, ni kwamba mwili kipindi hicho umezidiwa, ndo mtu hapo amekuja kupata saratani tezi dume saratani ya matiti, saratani ya kitu gani? Kwa hiyo ni, ni, ni mwili unapiga humo kwenye tumbo. Sasa hivi kuna wadudu wanaitwa microbiome, wako bilioni arobaini. Wamefikaje huko ndani? Wanakaaje huko ndani? tunapokuambia wewe ule ni bilioni, we tizama kitu kinaitwa microbiome, wako bilioni arobaini, ndani ya tumbo ndani ya mfumo wetu wa chakula. Muumba wetu ndo kawaweka kule. Tunapokuambia wewe kula mboga za majani, kula fiber shea basi, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kuwalisha wale wadudu, kwa sababu kadri wanavyokuwa wengi ndo wanavyokupa wewe kinga yako. Mashaallah, takbir. Leo, leo profesa umeeleweka kuhusu majani. Tunapokazania sana. Leo umeeleweka rasmi sasa. Kula mboga za majani. Wewe ukisikia tumekwambia kitu chote kinachoitwa fiber. Ni kwa sababu ya kwenda kualisha wale wale wadudu. Kwa sababu wale wadudu ndo wanatupa sisi kinga, ndo wanatupa balance. Mi vitu vingapi vya sumu unakula vichafu unakula, lakini wale wadudu wanapigana, na ndio maana mara nyingi tunasema msitumie antibiotic ovyo, kwa sababu antibiotic zikiingia kule ndani hazijui, huyu ni mdudu salama, huyu ni mgonjwa, inawaua wote. Sasa ile balansi inapopotea pale, ndo matatizo yanapoanza. Na swali kubwa, hata sisi kwenye sayansi hatulijui, hawa wadudu wameingia lini, kwa nini ni muhimu. Mimi nafikiri mmewahi kuona, muulize mtu yoyote kwenye duka la pharmacy antibiotic ni kuua wadudu. Kuna kitu, kuna dawa ingine kwenye maduka makubwa yote inaitwa probiotic. Probiotic ukinywa, yani, unaenda kuwasaidia, ni kama mbolea ya wale wadudu, na ile dawa zimetengenezwa ili wale wadudu wawe wengi zaidi, kwa sababu ndio wanatukinga wewe na mimi. Samahani profesa, hiyo hmm, dawa ya kuwazalisha kuwa, kuwa, kuwa a, naomba uirudie tamu kweli, in, in, inaitwa probiotic. Antibiotic, anti maanayake, inapigana na wadudu. Pro manake, inawajenga wale wadudu, kwa zile dawa ambazo mtu yote anaweza kununua akanywa. Lakini ushauri wangu mkubwa, kwa sababu tunatumia ukila mboga za majani za kutosha, yogurt ni chakula kikubwa sana cha wale wadudu, na ni kinga mtindi kubwa, mtindi mtindi mboga za majani matunda, matunda ni fiber, ndio maana tunasisitiza sana, usinywe juice, kunywa kula matunda. Ili upate glasi moja ya juice ya machungwa, machungwa mangapi? Shea basi una, unafikiria ili nisiongeze ni maji, machungwa tu kama mangapi? Matano. Sasa shea basi, asubuhi umekunywa glasi moja, mchana umekunywa glasi ya pili, jioni umekunywa glasi ya tatu. Hayo machungwa kumi na tano, sio naam? No. kwa siku Uh, me, me, yani kwa siku kumi umekula machungwa mia na hamsini kwa mwezi umekula machungwa mia nne na hamsini. Shia basi umekula shamba. Sallu ala nabi maana yake nini kwamba umeongeza sukari isipotakiwa kwa sababu hamna mtu anaweza kula machungwa 450 tunataka ule chungwa kwa sababu ile chungwa ni fiber ndo dawa ndo chakula kikubwa cha wale wadudu walokuwa kule ndani umeelewa ukinywa glasi tatu umekunywa, umekula machungwa kumi na tano mm. kwa siku kumi umekula machungwa mia moja hamsini kwa mwezi umekula machungwa 450. Ndio lile shamba lako la Bagamoyo ni shamba, umekula shamba kweli. Kwa ndugu zangu, nawashauri sana e, kula tunda, kwa sababu huwezi kula mengi kiasi hicho. Matunda yote yana sukari, hamna tunda lisiyokuwa na sukari. Kuna sukari mle inaitwa fructose, na sukari ikiwa nyingi. Sasa glasi moja kwa hamu e, sio mbaya lakini ndo kila siku jioni iftari, ngoja, nina kiu mchana kutwa. Sasa kwa mwezi ukija wote wa Ramadhani huu, na ugonjwa wa tano na wa mwisho kwenye hili ni wa figo, ambao nililigusia shaa. Basi ushauri wetu mkubwa sana ni kunywa maji kati ya lita moja na nusu mpaka lita mbili kwa siku, na unayagawa tu kwa sababu hayo maji yanahitajika ndani kwa ajili ya kusaga chakula, na damu ikiwa nzito kidogo ni hatari, kwa sababu inaweza kuganda ukapata kiharusi cha ghafla. Kwa hiyo unarudi kule kule kwenye yale magonjwa, kwa tujaribu kunywa maji kwa ya kutosha kama hayo nilivyoyaeleza. Muhimu zaidi kuishi maisha ambayo ya afya, chumvi kwa wastani tupunguze sana vyakula vya sukari. Kutembea tumelizungumzia angalau mara tatu kwa, kwa, kwa wiki. Tuepuke sigara eh, vyakula vya wanga mwingi sana tujaribu kuepuka navyo. Kwenye upande wa pressure tuangalie sana uzito wetu, tujaribu kuepuka pale ambapo hatuna haja ya kukana shuka